Lakini tunashukuru askari wa jeshi la polisi jitenda hizo zifanye mashamba mengi wamegundua wenyewe kwa nguvu zao, maana walipiga kambi. Tayari tumeshawakamata watuhumiwa kadhaa, na tunaendelea kuwakamata wengine katika tunao washukia na kuwakamata. Inachosikitisha wengine watumishi wa serikali, watumishi wenzetu kabisa, ambao ndo kioo katika jamii, wote nawachukulia hatua za kisheria na kinidhamu. Lakini wengine wanaotuhujumu ni watendaji wetu wa vijiji na kata na viongozi wengine wa kisiasa wa kuchanganyiko nao hawatupi msaada. Lakini kinachosikitisha baadhi ya viongozi wengine na wenyewe wanashirikiana na wananchi kulima bangi, ndio maana inakuwa sio rahisi kutajana, na watumishi wote wa serikali ambao ninao tayari na wengine leo nawakamata na naondoka nao wote, nachukua hatua kali za kinidhamu. Ruvuma TV tupo kuhabarisha umma kesi zetu zinavyoenda mahakamani, yani tunakuwa kama tufanye kazi kwa kushirikiana, kwa nao ni tatizo. Utakuta kesi mnapeleka, wanakwambia kidhibiti. Kidhibiti gani? Shamba limethibitika, uongozi umesema shamba yake ni hili, na wanakijiji wanajuana kila mtu na shamba lake, bangi hii hapa. Unataka kidhibiti gani? kwa matokeo yake, kwa sababu hatushtaki tunapeleka kesi, wanakaa mabusu, baadaye watu wanashinda, watu wanaona ni mchezo. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa amu hii, sasa hivi ninasimamia hizi kesi mahakamani mimi mwenyewe Ushahidi wa kutosha tunao. Kuna vidhibiti mpaka mbegu tumechukuta mashambani na wenye mashamba to tunajua, tumepiga na picha. Sasa tutaona wapi tunakosa kidhibiti. Hatutamsalimisha mtu yeyote awe kiongozi wa chama, awe kiongozi wa serikali, awe wa dini na awe mtumishi mwajiriwa. Ruvuma TV tupo kuhabarisha umma.